Baba wa mbinguni, ninakuja mbele zako nikiwa mnyenyekevu. Ninakiri kwamba mara nyingi nimekuwa na mawazo ya kujiona, kujisifu au kutegemea nguvu zangu badala ya neema yako. Baba, nisamehe kwa jina la Yesu Kristo. Leo ninakataa roho ya kiburi na majivuno. Ninavunja kila ngome ya kujitukuza ndani ya moyo wangu. Ninatambua kwamba kila nilicho nacho kimetoka kwako, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Yakobo sura ya kwanza mstari wa kumi na saba kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili kutoka juu hushuka kwa baba wa mianga, kwake hakuna kubadilika wala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 oonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti nam, mauti nam ya msalaba. Nisaidie kutambua kwamba ukuu wa kweli yupo katika kumtumikia Mungu na wengine kwa upendo. Bwana, niweke mbali na roho ya kujisifu, roho ya kutaka sifa au kutafuta utukufu wa kibinadamu. Nifundishe kuishi maisha ya unyenyekevu, nikitafuta tu mapenzi yako. Asante Baba, kwa sababu leo ninaachilia kila kiburi na kujivuna na ninapokea neema mpya ya unyenyekevu na amani katika jina la Yesu Kristo, amen.